Hafla ya kumtawaza Askofu Peter Kimani kuwa kiongozi mpya wa dayosisi ya Embu iliibua joto la kisiasa katika eneo hilo wakati Rais Ruto alipozomewa na wananchi akitoa hotuba yake. <tinyo> Lakini jina la aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua lilipotajwa umati ukasikika na kuyeyuka kuonyesha upendo kwake, jambo hili likionekana kugadhabisha baadhi ya viongozi, naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki akimkashifu vikali gavana Cecily Mbarire, hasa ikizingatiwa yeye ni mwenyekiti wa chama tawala cha UDA. Tangia have have a... wakati huo siasa za Embu zimeonekana kuchukua mkondo tofauti. Katika ziara yake ya maendeleo mlimani, rais akionekana kupata wakati mgumu Embu. Hayo pia yakimtokea Justin Mutori katika hafla ya mazishi, baada ya wananchi kukataa rambirambi za rais <coughs> wakati wa sherehe za madaraka Sisili Mbarire akijitokeza wazi kuwalaumu viongozi wanaofanya mikutano katika eneo hilo bila ya uwepo wake, akisema amepigania rais Ruto kwa kiasi kikubwa. Eneo hilo kuna mtu amepigwa juu ya kusupport serikali ni mimi, Kalinda garira, temira, lakini nimeanza kuona kuna watu wameanza kunipangia njama na watu wako kwa serikali ile mimi napigania kila siku. Waziri Ruku anayeonekana kupewa kipaumbele na serikali Embu, akijitokeza wazi na kusema kuwa haiwezekani mtu kupewa kazi na rais na kuzembea, ila yeyote yule yuko huru kujiondoa iwapo haridhiki serikalini. Mbunge wa Manyata Gitonga Mukunji akidokezea kuwa mwiba wa kujidunga uambiwi pole. Huwezi pewa kazi na rais, haraka uende usembee. Eh? Umezembea. Mwiba wa kujidunga hauna uchungu wewe Participant kwa kufuta vijiji kazi ndio Kindiki apate kazi. Baada ya matamshi yake Mbarire, naibu rais Kindiki alifanya mkutano na viongozi wanaoegemea UDA eneo hilo bila ya uwepo wake gavana huyo, ila leo hii akifanya mkutano maalum na Mbarire asubuhi ya leo, jambo ambalo linaonekana kama azma ya kuzima joto la kisiasa eneo hilo. Katika kongamano la makadamia Embu aki za uungwaji mkono kwa viongozi wa Embu huku wazee wa eneo hilo na wakazi wakitoa wito wa uwiano na ushirikiano wa viongozi hao. <laughs> Ikiwa kuna jambo lolote imetokea, tafadhalini mkae chini mwongee. Mawingu mazito ya kisiasa yakiendelea kutawala katika eneo hilo, jambo lililosalia ni ikiwa mvua ya baraka itanyia chama cha UDA na kurejesha ushawishi wao katika kaunti ya Embu, ama aliyekuwa naibu wa rais Rigadhi Geshagwa ataendelea kutawala anga ya kisiasa na kufanya joto hili la kisiasa kukidhiri hata zaidi. Fredrick Wambua, Undugu TV.